Najisikia furaha sana kuwa moja kati ya watu wanaosimamia kuanzishwa kwa kamati yetu ya masoko ya mawasiliano katika taasisi ya TAMISA. Ni heshima kubwa kwangu kuwakaribisha wenye nyinyi zote, watu wote mliokuja hapa, na ninashukuru sana kwamba mmechukua nafasi yenu kuweza kushiriki na sisi, tunafahamu ni watu ambao mna shughuli nyingi. Siku ya leo sio siku tu muhimu kwenye kuzinduliwa kwa kamati yetu bali pia ni mwanzo mzuri wa mapinduzi makubwa yanayoenda kutokea kwenye ushiriki wa wazawa na Watanzania kwenye uchumi wa sekta ya madini. Dhumuni hasa la uwepo wetu au shughuli yetu kama TAMISA ni kwanza, leo tunaanzisha kama eh, kamati ya masoko ya mawasiliano ya TAMISA na sisi kama TAMISA tuna nafasi, tunataka kuimarisha nafasi ya wazawa au local suppliers katika kushiriki kwenye uchumi wa madini Tanzania. Tumedhamiria eh, kushirikiana na Wizara ya Madini, kama mnavyoona viongozi wa Wizara ya Madini tunao hapa eh, kuona kwamba dhana ya local content inatekelezwa kwa vitendo na sio kwa nadharia kama ilivyo eh, sasa na tunataka kuona bajeti ile inayozungumziwa ya trilioni tatu nukta moja inazunguka kwenye mzunguko wa makampuni ya Kitanzania, na tutulikuwa tuna, tu, tu, tu, tunajaribu kuuliza kwamba hiyo trilioni tatu nukta moja mpaka sasa hivi je, sisi tuna tunashiriki kwa kiasi gani? Na nikaambiwa kwamba inaweza ikawa isizidi hata asilimia kumi, lakini sina uhakika na takwimu hii, lakini ndivyo eh, nilivyoambiwa lakini sisi tunasema kwamba basi tufikishe hata asilimia 50 tu. Ina maana kwamba tutaweza kufanikisha eh, mzunguko wa, wa ki, kiuchumi kwa Watanzania wenyewe, na ni kitu ambacho kitaonekana moja kwa moja kwenye mzunguko wa Watanzania. Kwa hivyo basi, aa, sekta ya madini ni nguzo muhimu uh, kwenye uchumi wa taifa na kama tunavyofahamu kwamba tunachangia sasa hivi ni asilimia kumi nukta moja kwa pato la taifa yani, Gross Domestic Product. Na namba hii si tu takwimu, bali bali ina inaashiria umuhimu wa kujitolea kwetu na kushiriki kwetu kwenye shughuli mbalimbali za kutoa huduma kwenye sekta ya madini na kutambulika kwa members wetu wa TAMISA kuwawezesha na vile vile kuhakikisha kwamba tunawaunga mkono ndani ya sekta ya madini.